U ushuhuda wa siku. Testimony of the day. Mimi naitwa Nikodema Sikonko e, ni mwandishi wa habari lakini nimekuja hospitalini nikiwa na tatizo ambalo nikaona ngoja nilikuwa na wataalamu na daktari hapa. Sasa nilipofika hapa, nimeelekezwa nije kwanza kwa bima kwa sababu nina kadi ya bima ya afya, na hapa kwenye kadi ya bima wamenipokea na alivyoandika andika tayari kanielekeze niende mahali ambapo Eh, naweza kusubiri niweze kuelekeza kwa daktari . So baada ya kukamilisha hiyo nikaacha kadi yangu ya bima pale, nikaenda sehemu hiyo ambayo nataka niweze kwenda, nisubiri nielekezwe kwa daktari. Lakini nilipofika pale nikachekiwa kwanza, eh, uzito wangu wakacheki kabia na, na maswala ya, ya pressure, wakaandika tayari. Baada ya hilo eh, wakanielekeza niende chumba namba tano ambako ndi kwa daktari. Nilivyofika kwa daktari Nilivyomwelekeza tatizo langu daktari akaniandikia kipimo, alafu akaniambia kwamba niende uh, kwenye chumba cha maabara ili waweze kupima hata, e, ile karatasi ya vipimo mimi sikupewa, lakini wenyewe wanasiana kupitia masuala ya kompyuta ya so akapeleka. Ilivyofika kwa mtaalamu wa e, vipimo tayari amebonyeza tu pale, akajua nimeandikiwa kipimo gani na yeye kaandika, kachukua vile vipimo alikuwa anahitaji. Baada ya muda wa saa moja eh, nitapata ama taarifa kwa simu yangu kwamba niende tena kumwona mtaalamu pale nichukue majibu yangu, ni iakna ya na yale kusema, labda vipimo vyako na mtaalamu wenyewe una kuma moja kwa moja kwenye masuala ya kompyuta. Eh, wanawasiliana kutoka pale maabara, maabara, watu wa maabara nao wanapokea. Wanapofika pale wanachukua vipimo, alafu wanakuambia ondoka, utarudi baadaye ama utaniletea message niweze kupata majibu, niweze kwenda moja kwa moja kwa daktari wangu. Alafu nikifika kule nitakuta daktari tayari ananisubiri, wakati majibu yanayo, kwa vitu vyote vinakwenda kwenye masuala ya electronic. Ndio taratibu ambapo kusema kweli nah, na mimi huona huona namna hiyo kwenye hospitali za binafsi, lakini kwenye hospitali ya serikali kama tena hapa mkoani no. Kweli uongo mbaya, mambo mazuri, na kwamba mama anakwenda vizuri. Hakuna ujanja ujanja kutafuta documents na nini na nini, hapana. Taarifa inakwenda mtala mmoja mpaka mtala mwingine, unakwenda wewe namba yako tu, tena unakaa unasikia tu, wanakuambia naenda chumba namba fulani, naenda chumba namba fulani. Kwa huko ndiko wataalamu ndio unaweza kuona wataalamu wa mabara ama naona madaktari wenyewe, ama naona majibu yako, ama nakwenda sasa kwenye sehemu ambayo napata dawa zako. Kuna vitu vyote vinapita kwenye masuala ya e mitandao. Hongera e sana, na serikali waendelee kusambaza huduma hiyo eh, kwenda kwenye maeneo mengine ya kiofisi.